Mzee wetu marehemu alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu vile vile, lakini amekuwa ni mtu maarufu kwa maana ya kuwa mzee mshauri, lakini muhimili wa chama kwenye mambo mengi. Kwa hiyo chama kimepata pengo kubwa la mshauri. Na kweli nilienda, nilimuona. Nachoshukuru pamoja kwamba alikuwa hoi sana, alifumbua macho lakini hakuweza kuwa anatambua chochote. Mimi mzee huyu ni mzee wangu sana. Mzee aliwahi kumwambia msaidizi wake pale mmoja mwanaye, mpigie Chacha. Anasema hicho Chacha kapo, hebu kapigie kaje. Ilikuwa kama saizi nami nikakimbia nikaenda, nasema mimi nimekuitia kahawa tu, wewe kaa hapa tunywe kahawa <laughs> nikakaa tukanywe kahawa. Huyo ndiye alikuwa mzee. Mzee wetu mzee Naso. Mungu amrehemu, lakini tuendelee kumwombea. Mimi ninakumbuka e, nilipata uteuzi wa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, nikitokea hapa Tabora, nikiwa mkuu wa wilaya ya Urambo. Lakini siku nimepata uteuzi ilikuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na nilikuja kufuturu na mzee hapa nyumbani na niliombea dua nyingi sana, na siku hiyo hiyo nikapata uteuzi wa kuwa mkuu wa mkoa wa Mara. Kwa hiyo ninatoa salamu nyingi kwa familia, kwa ndugu yetu Mohamedi, lakini pia niungane na wengine wote. Lakini kubwa ambalo namkumbuka nalo, alitoa sadaka. Mwenyezi Mungu anatwambia hivi, msinijaribu kwa jambo lolote lile, nijaribuni kwa kutoa sadaka. Akilima mahindi anatoa sadaka, akilima tikiti anatoa sadaka akifuga anatoa sadaka, mihogo, kila kitu anatoa sadaka. Watu wasiokuwa na nauli wakienda pale wakimlilia, wanaambia mpandishe, mpeleke Dar es Salaam, mpeleke Kigoma, mpeleke anakokwenda. Naiambia familia, nawambia Wanatabora, sadaka ina nafasi yake katika maisha. Ni mtu aliyejitoa sana. Mtu akifiwa, huyu mzee tunamkimbilia, tunakwenda, tunatoa mabasi, tunakwenda kumzika mtu wetu. Kuna harusi, tunamkimbilia huyu mzee. Ni mtu ambaye alijitoa kwa watu hapa duniani, ukiondoka duniani haimsumbui Mungu sana lakini, kuna kitu ambacho kinamsumbua Mungu sana ni kwamba kama umeishi hapa duniani, hukutekeleza kusudi la Mungu la kukuweka hapa duniani, Mungu na malaika na Roho Mtakatifu wote wanasikitika, wanasikitika. Hujapata kuona ni maoni yangu mimi, nikiwa kama mkuu wa mkoa wa Tabora hapa, wakati huo baba huyu alisimama katika nafasi yake na alikuwa ni kifaa katika mkoa huu. Naamini kwamba huyu baba aliishi na alitekeleza kusudi la Mungu la kumweka hapa duniani. Wanafamilia tunawaachia hapa heshima kubwa sana ile iliyojengwa na baba huyu, wakitaka kumwenzi baba huyu wafanye kama baba yao alivyokuwa anafanya. Mwenyezi Mungu amjalie eh, safari yake yenye pesi, amjalie kaburi lake sehemu ya bustani ya peponi na isiwe sehemu ya mashimo moto. Na sisi tujalie mwema, na familia subira katika ya ya. Ndugu zangu, mi nimepewa nafasi ndogo tu ya kutoa shukurani kwa niaba ya familia. Nataka nisimame mbele yenu kwa heshima na taadhima kutoa shukurani za dhati kwa niaba ya familia ya mzee Nassoro, kwa niaba ya familia ya mzee Hamdani, lakini kwa niaba ya jumuiya ya Istikama, kwa sababu mzee Nassoro ni mwanajumuiya hiyo na aliwahi kuwa kiongozi wa kitaifa tunatoa shukurani nyingi, za saa, nyingi sana za dhati kutoka ndani ya nyoyo zetu. Itoshe kusema nimetambua uwepo wenu nimeuthamini na kwa hakika nimefarijika sana.